Karibu katika kozi ya Django for beginners, kozi ambayo tutakufundisha kwa Kiswahili. Jina langu nimependa Hafidh Muhammed kutoka Soma Taaluma ambapo ndani ya kozi hii tumekwenda kutengeneza mfumo mdogo tu wa maktaba kama ni sehemu ya kuanza kujifunza kuanzia mwanzo hadi kuweza kufika tamati, kuweza kuielewa Django inafanya kazi vipi na namna gani unaweza ukaitumia katika kuweza kutengeneza real world project. Tutake muda kidogo wa kuweza kuangalia overview ya project ambayo tutakwenda kuitengeneza ndani ya kozi hii. So kama ambavyo unaona hapa, tayari tunayo ama URL yetu imekuja moja kwa moja katika books, ambapo imetuonesha list ya vitabu tulivyokuwa tunavyo ndani ya system yetu. Na ukumbuke kwamba hapa tumekwenda kutumia ama tumekwenda kujifunza database za aina mbili. Tunakwenda kuangalia namna gani tunatumia SQLite database, default database ambayo inakuja nayo Django, lakini at the same time tunakwenda kufahamisha namna gani unaweza ukatumia database za aina nyingine kama vile MySQL database. So kama ambavyo tunaona hapa tunayo listi ya kitabu chetu hichi, tuna uwezo wa kuja kuklik hapa ongeza kitabu, kitabu kipya tutapo click moja kwa moja tunakwenda kupata form kwa ajili ya kuweza kuingiza data. Hatukufocus sana na masuala ya styling, lakini mostly tulikuwa kufocus na content, kitu gani ambacho tunakwenda kukifanyia kazi, so tunahitaji kuweza kuingiza title kwa ajili ya kitabu chetu hichi, kuweza kuingiza information. So maybe katika kitabu hichi tunaweza tukakita video editing. Author wake naye vile vile alikuwa ni pen tool, graphic design uh, center uh, center. Okay, vile vile tunahitaji kuweza kuwa tuna ISBN so ISBN number tukumbuke, kule nakumbuka zilikuwa ke. Sawa, upande wa ISBN number inaweza inawezekana ikawa ni maybe 99 66, 96, maybe 3727 Then, vile vile tunahitaji publication date. Mine ni ile ile tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026. Aina ya kitabu maybe ni kitabu cha video editing Adobe. Okay, maybe moja ni Adobe Premiere Pro, na tunazo kopi ngapi za vitabu? Maybe tunazo kopi takriban elfu moja vile vile vilevile na tukimwambia tuhifadhi, ama tuisave. Automatic tunaziona kitabu chetu kimeshakuja, ambacho tunacho kitabu cha graphic design, tunacho kitabu cha video editing, ambapo hao tumeandika Adobe Premiere Pro, ambacho hiki mwandishi wake ni Pen Tool Graphic Design Center. Lakini ukiangalia katika mwandishi wetu tulikosea hapa, tuliandika GR kwa kubwa. Kwa maana, tunazo options ya kuweza kuangalia ama kwenda ku view more details na option ya kuedit pamoja na kudelete, so itabidi tuweze katika kueleka edit, and then tutakuja hapa katika gr, tutafuta na tutaandika r ndogo iwe ni graphic, na tukaklik hifadhi ama save, kama ambavyo tunaona tayari imeweza kuwa updated successful. Kwa maana hiyo, hii ni project ambayo tunakwenda kuitengeneza katika course hii. So vile vile katika upande wa admin wa system yetu hii tunakwenda so, kuangalia vile vile namna gani tunaweza tukaziingiza uh, information zetu katika admin. So kama ambavyo tunaona ndani ya admin tuna tables hizi ambazo tumetengeneza, tuna table ya books, tuna table ya ya browsing records, lakini vile ya members wala kuwemo, lese kwa mfano, tunapo click books tunavyona vitabu vyetu viwili ambavyo tunavyo same as vile ambavyo vinaonekana kule. Kwa hivyo vitu vyote hivi tutakwenda kujifunza ndani ya kozi hii ya Django for Beginners, kuanzia kuitengeneza mfumo mzima kuanzia kuweza ku create project mpaka kuhakikisha kwamba tuna project kamili kama ambavyo tumeweza kuiona katika overview ile ya awali. Hii hapa ghairi hii hapa so hii ndio project ambayo tutakwenda kuitengeneza kuanzia mwanzo hadi kuweza kukamilika ndani ya kozi hii.